Na Mheshimiwa Naibu Spika, matatizo haya ya watu wa Tarime vijijini ni sambamba na matatizo ya watu wa jimbo la Mkuranga kuhusu barabara ya kutoka Mkuranga mjini mpaka Kisiju Pwani. Ni barabara inayounganisha wilaya mbili za Mafia, ni barabara inayobeba uchumi wa korosho, ni barabara inayobeba watu zaidi ya laki moja na ni barabara ambayo itakuwa ni tegemezi katika uchumi wa viwanda vitakavyojengwa katika kata ya Mbezi. Je, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa hii pia ni barabara iliyoahidiwa na Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya tano, lini na yenyewe itajengwa kwa kiwango cha lami? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Ulega, mbunge wa Mkuranga, swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara anayoongelea, naomba nikiri kwamba na nimesikia sasa, huyu mheshimiwa, tumekuwa tukiongea, akifuatilia barabara zake za Mkuranga lakini huko nyuma hii barabara hakuwahi kuitaja, ameitaja leo, na mimi nimeichukua na wataalamu wangu tutamletea majibu sahihi kuhusu barabara hii.